AyoTV inakuletea simulizi ya kweli ya mshindi ambaye hajawahi kupewa medali. Anaitwa Abdallah Maliatabu, kijana mwenye umri wa miaka 18 kutoka wilaya ya Kasulu, Kigoma. Licha ya kuwa mlemavu wa miguu, hakukubali hali hiyo iwe sababu ya kukata tamaa wala kuombaomba mitaani kama wengi walivyotarajia. Mwaka 2023 baada ya kufeli darasa la saba alikaa kijijini kwa huzuni na maswali mengi kichwani, lakini moyo wake haukutulia. Alitamani kujaribu tena kwa njia nyingine. Kwa mfukoni akiwa na shilingi elfu tisa tu, alifunga safari kwenda mjini kutafuta maisha bila hata ya kujua atalala wapi huko mjini. Alianza kuuza mayai ya kuchemsha, huko akilala nje ya vibanda, mvua ikinyesha, jua likiwaka Changamoto yangu ni ndio hivyo hivyo tu, labda jua likiwaka sana na hisi kama vile kuchoka. Muda si mrefu, mama mmoja mwenye huruma alimkaribisha akae sebuleni kwake bila kitanda, lakini angalau kwa paa la nyumba. Leo Abdallah huamka saa 11 alfajiri kila siku, akianika mayai yake na kuyazungusha mitaani kwa matumaini kila shilingi anayopata huiweka akiba katika akaunti yake ya NMB. malengo yangu mimi ni kununua bajaji. Hii ni safari ya kijana ambaye hakuomba huruma, bali nafasi ya kupambana. Ripota wako hapa, Ally Dreams TZA, nimeketi naye na kusikia ukweli huu. Karibu huifahamu safari ya Abdallah Maliatabu, kijana wa chuma kutoka Kasulu kabisa Habari za uh, nzuri kasu... Sawa, naishi hapa hapa, yeah, naishi hapa paka sungine aa, eh, utueleze kuhusiana na uh, historia ya maisha yako, majina yako, ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa kabla, nzuri nilizaliwa elfu mbili na sita. Ulemavu nimeupata nikiwa na miaka kumi, nikiwa na miaka na, na nane, nilijikwa na miaka nane, nikatimiza miaka tisa, kumi baadaye ndo, ndo, watu wakawa wanasema kuna shule ya Kabanga Mazoezi, mpelekeni. Ndo watu wangu wakashawishika wakanipeleka shule ya msingi Kabanga Mazoezi, nikasoma miaka saba kuanzia ya kwanza mpaka ya saba, na hiyo ile mtihani wa taifa, bahati mbaya nilifeli, nikaamua ngoja niende mjini kuangalia kazi ambayo naiweza, ndo nikaja Kasulu, nikaona kazi ya mayai nikaamua hadi leo nauza mayai. Darasa la saba ulimaliza? Nimemaliza mwaka elfu mbili na ishirini okay, na tatu. Na nyumbani mko watu wangapi? Nyumbani tuko watu tisa. Tisa, na mtoto wangapi? Mtoto watatu. Wazazi wako wanafanya kazi gani? Wazazi wangu mimi ni wakulima. Wanalima huko vijijini. Ndiyo, wanalima huko vijijini. Ehe, na sasa huko kijijini uliona maisha magumu wapi? Ah, niliona kukaa nyumbani bila kazi. Bora niende mjini kutafuta kazi ambayo naweza, japokuwa wenzangu ambao wangepata kazi wenyewe wanaomba, lakini mimi nikasema, amna, mimi bora nitafute kazi ambayo naiweza. Ndo nikabuni kazi ya mayai, nikaweka, nikaona kabla kuanguka, hadi leo na nauza mayai. Sawa na hapo. E, shuleni pengine, um, uh, kwenye kusoma kuna changamoto zote unazokuwa unapitia mpaka ukafeli, ama haukuwa vizuri tu darasani, labda ile uelewa zaidi? E, uelewa zaidi sikuwa nao mzuri. Ulitamani sasa baada ya ku maliza uh, elimu yako ya, ya, shule ya msingi uwe nani? Ningetamani ningefaulu vizuri ningekuwa ninge dokta uh, dokwa. Ndoto yako ulikuwa ni kuwa dokta? Ndio. Sasa uh, baada ya mtihani ndio ukawa umefeli ume, ilikuumiza kiasi gani? Baada ya kufeli niliumia sana -nika na nikatamani nirudi, lakini umri wangu ulikuwa umeshaenda na darasani hapo mbifeli, watu wangapi tufeli? Kama watu kama watano tano kwa hiyo yeah. Baada ya kufeli urudi nyumbani, maana hapo ulikuwa unasoma kama shule ya uh, watu ambao wana mahitaji maalum ndio? Ndio. Ulivyorudi nyumbani ulikuwa unafanya shughuli gani? Nilikuwa nifundi viatu nauza sindano za, za, za kushonea viatu, nashona hata viatu vyenyewe naosha na, na viatu napaka, napaka kiu. Uko umeanzisha ka ofisi kako? Mm. Sawa. Na baada ya hapo sasa ulikuwa unajihusisha na masuala ya kilimo pia? Kilimo ilikuwa sijihusishi kwa sababu niliona hali yangu hairusu shamba. Ulikuwa unaenda na, na wazazi ndio? Shamba mi nilikuwa ni kung'olea majani tu. Unasaidia una, una zile kazi ndogo ndogo. Okay, sawa. Ulipata wazo gani sasa kutoka kijijini, uh, uje hapa mjini kwa ajili ya kujitafuta sasa kimaisha? uli, uli uh, kwa nini ulichukua uli uamuzi huo kwa sababu kule, kule kijijini kazi zilikuwa ziendi vizuri hata, hata faida faida mba huku mjini ambayo naipata ilikuwa kule kijijini haipo, kwenye zile kazi zako za kutengeneza sindano uh -huh, kwaje? Nikasema bora niende mjini, lakini nilikuja huku ni, ni, ni na elfu kumi na ngapi? nikuja na, nga, alikuwa, na elfu tisa, ilikuwa ilikuwa mwezi huu mwaka huu mwaka huu Mwezi wa kwanza au? Mwezi wa kwanza mm, nikaje na 9000 nikasema. Hiyo 9000 ilikuja nayo kupitia kule na nikijijini, kazi niliyokuwa naifanya kushona viatu. Nikasema hiyo 9000 itanisaidia mambo makubwa sana, ngwani iweke ili, ili niwe na mtaji kule Kasulu. Nilipokuja huko nikapata wazo wa kuuza mayai. Tabii 9000 ni, ni, ni ni nikachukua moja hadi nikauza nikauza nikauza mpaka leo, afadhali sio mbaya. Kwanza turudi nyuma kwanza, naona umeenda harakaraka. Ulikuja mjini, hauna ndugu, hauna mtu yoyote ambaye anaweza kutazama, ilikuwaje? Ulifikia wapi na ulijipangaje? Pia maisha yangu, yani ilikuwa ni usiku ki, ukiingia ni hapo, hapo nalala hapo, hapo, lakini kadiri siku zinavyoenda na najuana watu mpaka mwishoni kuna dada mmoja kaniambia hivi, njoo unalala kwangu, utakuwa unalipa kodi shilingi elfu saba. Nikasemaje, sawa, ngoja nije kama kesho. Yake nikaenda? ah, kwa hiyo ulianza kujitafuta kwanza. ulikuwa una unakaa una, una mtaani unalala mtaani huko unauza biashara ya mayai eh? Ndio, nilikuwa nalala mtaani. Na pale ulitoka sana mt mtaji kiasi gani kabla ya kwenda kuhamia kwenye huyo mtu ambaye atakusaidia nikuwa ni tayari na siku mbili nikuwa na elfu kumi na mbili. Kwa hiyo kaamua sasa wende kukaa naye, tua historia sasa pale, naona unalala sebleni. Aa, kwa hiyo umepanga kama sebule tuseme, ya sebule amenipatia kwa kulala kwa moyo mwe wake mwema, lakini unakuwa, namchangia namchangia shilingi elfu saba kwa mwezi ndio. Okay. Sawa yaani ni kama kodi, si ndio? Na biashara sasa inaendaje? maisha ya pale yakoje? pia maisha ya pale kikweli yako vizuri kabisa. mm. yeah, yeah, na, na biashara unafanya ukitoka pale unaingia mtaani? mm, naingia mtaani. kwa siku huwa unauza trei ngapi? kwa siku nauzaga trei moja, labda siku, siku nikiuza kienyeji ndo anayoenda hadi trei mbili biashara ikoje mtaani? watu wakikuona namna wa, ambavyo unazunguka mlemavu, kiukweli wanachangia wana, wana kama wanavyowachangia watu wengine, wanawachangia wananichangia kama wanavyowachangia wengine. mara ya kwanza hawajashangazwa walishangazwa, kwa sababu mtu kama mimi najituma kufanya kazi, walinichangia kwa wingi mm. watu wengine watakuwa wanaona kwamba mlemavu E, wangetegemea kama we labda ungekuwa unaombaomba mtaani vitu kama hivyo. Kwa nini au kuwaza ku, kupita mtaani labda unaomba msaada, ile bwana nisaidie mia tano kiasi gani eh e, ukaamua sasa ubuni wewe mwenyewe ujitafute ue mfanya biashara kama mjasiriamali wa, wa kufanya hivi zungusha mayai. Ah, niliona kabisa uki, uki, uki unaomba hauwezi ha, kaomba kila siku anakupa lakini uki unauza mayai unamuuzia kila siku lakini ukiwa unaomba ipo siku atakuchoka, atasema, ah, huyu hamna, imekuwa kama mazoea. Lakini ukiwa unauza mayai iwe sio ni lazima kuungisha hata kwa kila siku. Mm. Kwa hiyo haujawahi kuomba mtaani kabisa? Hamna, sijawahi. Kijana ambacho sasa ujiona mimi siwezi kufanya hivyo, ngoja nijiaji. Ah, kwanza kabisa hata kama ukiwa unaomba huwezi ukaomba mara mbili mara tatu, mtu haja haja haja kuna haja kuchoka. Lakini uki unapiga kazi yako vizuri kama hii kazi yangu dazimasemianguani muongishi yule pale namu na mayai na, anaamua na na, na, kuchangia janza na mtaji wa shilingi uh, elfu kumi. Na sasa hivi una mtaji wa kiasi gani? Sasa hivi nao mtaji wa kununua hadi trei tano kwa siku. Naingiza kiasi gani cha pesa kwa siku kwa siku naingiza elfu tatu kwani, e, trei moja ukiuza yote ni maana nakuwa mangapi? ya kwa thelathini ambayo ukiuza kwa shingapi yote e maya ya, ya, ya, ya hizi ni hadi elfu kumi na mbili unapata hadi Rak elfu kumi lakini ya kienyeji ni elfu kumi na tano kwa hiyo unapata faida kama elfu tatu fungapi kwenye pia trei baada ya kununua na tray moja unauza unanunua shilingi ngapi? nanunua kwa elfu kumi. Elfu kumi. Okay. Ah, kwa hiyo sasa hivi unatoka uanze sasa biashara yako sasa hivi una faida uh, ya kiasi gani? yaani ndani unasema sasa hapa A, nitoka nilikuja na shilingi elfu kumi kwa kuanza biashara ya mayai. Sasa hivi na faida ya kiasi kadhaa ndani, yani ambayo umeziweka kabisa, hizo hazipo kwenye hesabu za e, ujasiriamali wako kwa, kwanzia nilipokuja mpaka waleo faida nayo shilingi elfu hamsini ndani za mwezi wa kwanza. Kwa hiyo hizo ni, ni kabisa. Yeah, za pembeni za faida za faida. Kwa lengo yako ni nini a, na uliniambia kwamba unatunza pesa sasa hivi, kuna pesa ambazo unakuwa unatunza. Na unatunzaje? uliwazaje wazo la kuanza kusevu uh, pesa zako? Malengo yangu mimi na imani, ni kununua bajaji, na imani ningepata bajaji ningekuwa vizuri, hata maisha yangu yangeenda vizuri. Ndio bajaji, unataka ya nini? Nataka ya kueleza maisha yangu. A, hata kama Mungu akijalia nikipata mke tunakuwa tunaishi vizuri kabisa. Alaka wewe una, unapiga zile nani kutafuta abiria mtaani? Ya, nataka yes, na, nataftisha abiria hivyo hivyo. Unaweza kuendesha? Kabisa naweza kuendesha. Kesa. Okay, oh, sasa hivi ndio umeanza ku save pesa. Unazihifadhi sehemu gani? Nazihifadhi kwenye account. Au ulifungua account? Eh, account ya NMB. NMB bana. Kwa hiyo sasa hivi pesa zako unazihesabu, una unazihesabu ukishamaliza kama faida ndo nakuwa na save kwenye NMB, ndio nakuwa na save kwenye NMB. Sawa ah, okay. Una, unajua una password zako ambazo ukitaka kutoa pesa unatoa. Okay hmm. Okay. Sawa. Sasa eh, uh, uliuliza bajaji nauza kiasi gani? Bajaji niliulizia akaniambia, ni milioni kumi milioni kumi. Ah, okay. Malengo yako kwa hiyo hapa uh, unatarajia una sasa upii kazi kwa muda gani kufikisha hiyo pesa? Unahisi una, una itatimia kweli? Mungu akitia, akitia pesa inaweza kupatikanak. mm. okay. kwahiyo kwa hii kazi ya mayayi ama una, una plani ya kubadilisha baadaye? Hapa mtaji ukikua naweza kufungua hata ka kibanda kadogo kadiri siku zinavyo na, na, na mtaji ndo navyo kwenda kuenda ba. siku moja Mungu akinsaidia mtaji ukikua nanunua hata bajaji. Okay. na pale kodi unalipa kwa muda gani? miezi mingapi mingapi? au ni mwezi mmoja mmoja? mwezi mmoja moja mmoja mwezi moja mmoja. upande wa chakula unakuaje? Uh, ananipatiaga yeye mwenyewe Buli. ndio Buli. hamjuani, ni, ni mtu ambaye sio ndugu yako kabisa? wa sio ndugu yangu. mazingira ya kukutana ilikuwaje? mlikutania wapo? alikuwa na, ana, ana, anauza kibanda ch cha matunda akaniona akapita, kaniambia wewe unakaa wapi, akanihoji. Nikasemaje, mimi sina pa kukaa. Akasemaje, basi panga siku uji nikupeleke nyumbani kwangu, wewe unaishi pale kwangu, lakini unachangia kodi ya 7000 nikasema sawa. Ngwani pange siku siku, kama kesho yake ndo nikaenda, kama vya hivi ndo nimekuja, nipeleke nyumbani kwako. Akasema sawa, kanipeleka, nikapaona mazingira, akaruhusu mpaka kwa sasa niko, niko pale kwake. Mwanamke ndio, ni mwanamke pokiaje pale nyumbani. Aliona mazingira yangu iokuwa naishi, ya ruhusu itabidi niende pale kwao. Kwa hiyo, kwa shughuli gani ambazo sasa huwa unafanya tofauti na kuuza mayai? Yani ii shughuli za kikawaida, labda sometime, uh, uh, muda mwingine kufua yani, shughuli za nyumbani. Huwa unafanya shughuli gani hasa? nafanya hata hata kufua, kufagia, nafagia vizuri. okay, na kazi zako waga ni juma ngapi mpaka juma ngapi? yani unazungusha mayai wako, laba, ne, mda, na muda wako labda kuna muda niambia, huko masjid huwa unasali vipindi pia vyote vya uh, msikitini? awa sisali vyote, nasali saa kumi na, sali... na, na, na, na saa moja na saa saba. Umeplani kukuwa na kwanza, na mchumba? Amna, sina mchumba. Aliendaga alienda wapi? aliendaga Mwanza. Mwanza na mchumba um, wako? kwa nini alienda Mwanza? alipata dharura ya kuenda Mwanza, akanipigia simu akawa ameshafika. Eh, mlikuwa mm. mmeplani nini na mpenzi wako? Yaani uh, matarajio yenu mlikuwa mmepanga nini? mimi matarajio yangu nitekani moenalikuwa ah, okay. na nafanyika hamuna fanyiki namba na yake ilipoteaotea. eh, sasa sasa hivi, lakini hapo ah, mbeleni tutatarajia tunafanya harusi yako. hapo e, mbeleni mchumba? a ah, amna bado. hadi sasa hivi changamoto gani ambazo unazikutana nazo mtaani ukiwa unafanya biashara yako? Ai, changamoto yangu, changamoto yangu ni ndio hivyo hivyo tu, labda jua likiwaka sana, nahisi kama vile kuchoka na mwani kakayi e, laki, lakini sijae kulaza kazi, namuka mm, saa kumi na, na mbili saa moja yeah, like kwa hiyo yes. <sighs> ni changamoto ya kuchoka kutembea na kazi yote lazima mayai yote yaishi. Mm, lazima yaishi. Kuna watu ambao walitamani kukusaidia kweli, wanapokuona una unavyofanya hivyo wanakushangaa pia. E, wapo shanga. Wanasemaje? Wanasemaje? kijana ni mchapa kazi ngwani mchangia hata kiasi wamaa. Mara ya kwanza kufanya biashara hii ya mayai ilikupa ugumu wote changamoto? E, changamoto nilikuwa changamoto, nayo nini ambacho labda uh, unakitamani watanzania waweze kukusaidia uh, kwenye kazi zako kwenye biashara zako uh, mi nikisaidia, hata kupata tu bajaji ili nikapumzika naya mayai mm. okay. bajaji tu ingina, bajaji hata, mtaji wa kibanda likuwa vizuri. biashara gani ambayo, oh, wewe, oh, unatamani una, una kibanda gani u una unauza nini na nini, kufungua hata kibanda cha kuuza mayai Mbaya ya jumla. Jumla jumla eh. Vitu vingine ambavyo wanatamani viwepo ni hivyo hivyo tu viwili. Kwa hiyo sasa hivi mahusiano udili nayo sana uyafuatilie sahvi, na dili na maisha yangu y ya, yaende vizuri sababu bila abila hela bila huwezi kupata mwanamke wako. sawa. Kuna watu ambao wamekuwa walemavu wa wanapita mtaani wanaombaomba hii wewe unaweza kuwashauri nini ama unaweza kusema neno gani kuhusiana na uh, wenzako ambao pengine wako kama wewe, ama anaweza kufanya shughuli mbalimbali, lakini amekuwa yeye kazi yake ni kupita mtaani na kuombaomba. Una neno lolote la kutoa ushauri kuhusiana na hiyo e? Mimi ushauri wangu ni ningesema, ninge kwamba mlemavu ambaye anajua na uwezo wa kufanya kazi bora afanye kazi, kwa sababu pale anapoomba akienda akirudi akienda akirudi ataanza vibaya huyu kama naye. Kwa watu ambao wanataka kuwasiliana na wewe, namna ya kukusaidia kuna, kuna simu ndio, na simu unaweza kututajia namba zako ili uh, watu ambao wanataka labda kukusaidia kuwasiliana na wewe? ya namba yangu ni sifuri sita themanini na tisa themanini na tisa thelathini na saba alafu tisini na sita ndio mwisho. Sawa. Ni mtandao gani? Ni Airtel. Airtel. Sawa. Majina yanatokea. Majina atakuja Veronika Kagoma. Nani alisajili? Alisajili dada yangu Veronika Kagoma. Okay, sawa. Na yuko huko kijijini? Ndio yupo kijijini. Okay, sawa. Unajua password pia? Eh, ndio naijua. Sawa. Kwa hiyo unachosema neno la mwisho kwa Tanzania, zungumza hapo na namna ambavyo unaweza kuongea na Watanzania. Mwambie nini? Ah, Watanzania. Kwanza kabisa nawashukuru sana watakaoiona video yangu hii na watakaoguswa, ataka Mungu atakachowajalia ndio hicho hicho. Mungu atawabariki atawa, tena watalipwa na Mungu Bwana. Hizi ndizo ripoti za AyoTV kutokea hapa mkoani Kigoma kutoka katika wilaya ya Kasulu, lakini uh, kubwa zaidi nimetoka kuzungumza na kijana mwenzangu, kijana ambaye ana umri wa miaka 18, ambapo makazi yake kwa sasa hivi ni hapa wilayani Kasulu. Ameamua kujitafuta, ameamua kutobweteka ameamua kutafuta riziki yake yeye mwenyewe mtaani kwa kuuza mayai, lakini uh, ndoto zake kubwa, anatamani kuwa anamiliki bajaji ambayo anaweza kufanya biashara mtaani, kwa maana ya kubeba abiria e, na shughuli nyingine ambazo yeye ataingizia kipato, lakini amesema, uh, ambacho anawaza yeye kwamba sasa hivi ni kutokata tamaa kutokana na shughuli za kutafuta fedha eh, kutafuta pesa mtaani, licha ya kuwa na ulemavu lakini hatokata tamaa eh, mpaka ndoto yake ifikie. Kwa sasa hivi ameomba wadau ama Watanzania ambao wameitazama video hii ambao wanaweza kumsaidia chochote, tutaweza kumwekea mawasiliano yake hapa eh, ambaye mtu yeyote ambaye anaweza kumchangia anaweza kumchangia kwa chochote eh, ili atimize ah, ndoto zake, ama anaweza kumpa ushauri ama kuna shughuli yoyote ambayo anaweza kufanya ikiwa ni mkoani ama hapa hapa e, mkoani Kigoma yote amekubali kwa Tanzania wenye moyo ambao wa kumsaidia. Mimi Ally Dreams TZA e, nikiripoti kutokea hapa mkoani Kigoma, asante sana kwa director yangu anaitwa Oju Brandi, lakini yupo mwenzetu ambaye anaitwa BOB ambaye tumekutana naye hapa Kasulu, ametusaidia sana kufanikisha hili. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya YouTube na mitandao ya kijamii tutakuletea taarifa zaidi kutokea hapa mkoani Kigoma, zipo nyingi na ya kijana huyu ambaye tutakuwa ni mwendelezo hatua kwa hatua ambapo atafikia malengo yake.